Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, karibu katika uchambuzi kuhusiana na sakata la makanisa ya Askofu Josephat Gwajima. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, Novemba 24 mwaka 2025, ametoa tamko na agizo hadharani kuhusiana na makanisa hayo ya Ufufuo na Uzima kufunguliwa. Katika uchambuzi huu tutakwenda kutazama mambo mbalimbali mbali. Hasa kuanzia kiini cha sakata hili mpaka kufikia hivi sasa tamko la waziri mkuu. Je, nini kimetokea ambacho kimefanya waziri mkuu kutamka na kuagiza makanisa ya Askofu Gwajima yafunguliwe? Moja ya kauli ya mahubiri ya Askofu Gwajima ambayo serikali ilidai ilikuwa ya uchochezi, ilisababisha kanisa lake kufutiwa usajili, ibada kusimamishwa na mamia ya wa waumini kulazimika kuabudu majumbani kwa miezi kadhaa. Mnamo Juni pili mwaka 2025, msajili wa taasisi za jumuiya za kiraia ndugu Emmanuel Kihampa alitangaza kufuta usajili wa makanisa ya ufufuo na uzima yanayoongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Miongoni mwa sababu zilizotajwa zilikuwa ni uchochezi kupitia mahubiri unaoweza kuathiri amani ya nchi, kauli zinazodaiwa kugusa masuala ya usalama na utekaji wa watu. Nikinukuu, kwa mamlaka niliyopewa ofisi yangu inafuta usajili wa Glory Christ of Church kuanzia leo. Shughuli zote za kanisa hilo zitasitishwa mara moja. Mwisho wa kunukuu. Taarifa hiyo ya serikali ilieleza kuwa inalenga kudhibiti taasisi za kidini zinazokiuka masharti ya usajili, ambapo kwa mujibu wa msajili wa asasi hizo za kiraia Emanuel Kihampa, kuwa kanisa hilo lilikiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuchochea chuki dhidi ya serikali, jambo linaloweza kuhatarisha amani ya nchi. Lakini kwa upande wa Gwajima na waumini wake hatua hiyo ilionekana kama ni kuuminya uhuru wa kuhubiri na kuzungumza masuala yanayowahusu wananchi. Baada ya tangazo hilo, ofisi za kanisa zilifungwa, ibada zikazuiwa na polisi wakapelekwa katika maeneo kadhaa ya ibada, hatua iliyozua taharuki kwa waumini. Askofu Gwajima kupitia vipindi vya moja kwa moja mtandaoni sauti na maandishi ya mawakili wake alikanusha madai ya serikali akisema hakuwahi kuhubiri chuki, kumbali, aliikumbusha serikali kuchukua hatua kuhusu watu wanaotekwa au kupotea. Mahubiri yake yalikuwa kimaadili na kijamii, si ya kisiasa, na kufungiwa kwa kanisa ni adhabu kwa waumini wasiokuwa na hatia. Gwajima pia alisisitiza kuwa hajawahi kupokea barua rasmi ya kufutiwa usajili kwa muda mrefu, akisema hatua hiyo ilikuwa ya ghafla na yenye nia isiyoeleweka. Kadiri mgogoro huo ulivyoongezeka, baadhi ya taarifa za vyombo vya habari zilidai kuwa Gwajima alikuwa akijificha kwa tahadhari ya usalama wake baada ya polisi kufika kanisani usiku na kutaka kumkamata. Mnamo Juni 13 mwaka 2025, mawakili wa Gwajima wakiongozwa na wakili Peter Kibatala waliwasilisha shauri namba 13189 la mwaka 2025 mahakamani dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi IGP, mwanasheria mkuu wa serikali na msajili wa taasisi za kiraia kupinga uamuzi wa serikali wa kufuta usajili wa kanisa. Katika kesi hiyo upande wa Gwajima uliiomba mahakama itengue uamuzi wa msajili wa taasisi, kanisa liruhusiwe kuendelea na shughuli zake, na mwisho serikali zingatie kanuni na haki za kisheria kabla ya kuchukua hatua kali kama kufungia taasisi hiyo. Siku ya kesi, zaidi ya maaskofu mia tano na waumini wengine wengi walifika kwenye viwanja vya mahakama kuu kanda ya Dodoma kuunga mkono uongozi wao, jambo lililoonyesha ukubwa wa mvutano baina ya waumini na serikali. Kwa upande wa serikali, wawakilishi walieleza mahakama kuwa hatua ya kufuta usajili ilikuwa halali na kwa mujibu wa sheria, wakisisitiza kuwa kanisa hilo lilikiuka masharti ya kuendesha shughuli za kiroho. Mahakama nayo haikutolea uamuzi wa mwisho mapema jambo lililosababisha hali ya sintofahamu kuendelea miezi kadhaa. Wakati kesi ikiendelea, uongozi wa kanisa ulitoa maagizo kwa waumini kufanya ibada majumbani kwa maombi ya pamoja ya siku saba, huku ndoa, ubatizo na semina za vijana zikisimama kwa muda. Picha mjongeo na picha mnato zilizosambaa mitandaoni zilionyesha waumini wakiwa nje ya kanisa wakizuiwa kuingia, huku polisi wakiwa kwenye geti na wengine wakilia kwa machungu kwa kutoingia sehemu yao ya ibada. Katika mahojiano kadhaa viongozi wa kanisa walieleza kuwa kuzuia ibada kuna waathiri wa umini kisaikolojia, kanisa limekuwa likilenga kujenga maadili na halijawahi kuhimiza fujo, serikali ilipaswa kumwita kiongozi kutoa ufafanuzi badala ya kufungia taasisi nzima. Aidha, itakumbukwa katika siku za mwanzoni baada ya sintofahamu hiyo kutokea, Askofu Gwajima alisema ni kinukuu, kama kuna kosa la kiongozi liadilishwe kwa mujibu wa sheria lakini sio kanisa kufungwa na waumini kunyimwa ibada. Haki ya ya kuabudu ni ya msingi. Akaongeza kusema hatutapigana na serikali, lakini tutatumia njia za kisheria kuhakikisha kanisa letu linapata haki. Serikali nayo kupitia wizara ya mambo ya ndani iliendelea kusisitiza kuwa hatua dhidi ya kanisa haikulenga kudhibiti uhuru wa ibada, bali kudhibiti uharibifu wa mfumo wa usajili. Marufuku ya kufungia taasisi za kidini haikuzingatia kiongozi tu bali pia athari kwa jamii. Serikali ilijaribu kutoa wito kwa uongozi wa kanisa mara kadhaa kwa mazungumzo lakini kukawa na, lakini kukawa na mivutano ya kisheria kwa kipindi cha miezi kadhaa. Suala la kufungiwa kwa baadhi ya makanisa ya Askofu Josephat Gwajima limekuwa gumzo kubwa nchini likihusisha mvutano kati ya uongozi wa kanisa na mamlaka za serikali. Hatimaye waziri mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ametangaza kufunguliwa rasmi kwa makanisa ya Ufufuo na Uzima na taasisi nyingine zilizofungiwa. Ameyasema hayo Novemba 24 mwaka 2025, alipokuwa Ubungo, eneo la Mbezi Luiz jijini Dar es Salaam baada ya kukagua vituo vya mabasi vilivyoharibika. Sambamba na hilo, aliendelea kusisitiza kwa kusema kuwa kanisa na msikiti visiadhibiwe kwa kosa la mtu mmoja. Akikosea sheikh usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu waumini wasinyimwe kufanya ibada. Pia taasisi hizo zitaruhusiwa kuendelea na ibada kwa miezi sita chini ya uangalizi. Wizara ya Mambo ya Ndani itaunda utaratibu wa kusimamia taasisi za kidini bila kuvunja haki za waumini, na serikali itawasiliana tena na viongozi wa kanisa ili kurekebisha mapungufu yaliyotajwa. Mwisho wa nukuu. Kauli hiyo ya waziri mkuu imepokelewa kwa hisia tofauti sana. Wapo wanaoiona kama ushindi wa uhuru wa kuabudu na wengine wakisema ni mwanga wa mwisho wa mgogoro uliodumu miezi mingi. Lakini hatua ya waziri mkuu kulifungua kanisa la ufufuo na uzima inaonekana kuwa ni mwisho wa ukurasa mgumu uliohusisha siasa, sheria, uhuru wa ibada na hisia za waumini. Hata hivyo, macho ya Watanzania sasa yameelekezwa kwenye miezi sita ijayo, kuangalia ikiwa uangalizi huo utaweka mizani sahihi kati ya kunusuru taratibu za usajili na kulinda uhuru wa kuabudu. Kwa upande wa Gwajima na waumini wake, hatua hii ni faraja na mwanzo wa kurudia utaratibu wa ibada zao.